Hii ni K-News habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi kigumu ambacho CCM itapitia ni hiki kinachotukuza leo. Moja, hakuna msibu msimu unaoliliwa Rungwe kama parachichi, tumeachwa kama yatima. Unajiuliza, kwa akili ya kawaida hata ni hatujawahi uza parachichi kwenye dunio. Toka tuanze jumuia, Tuliwekewa imani na tukatumainiwa kama wananchi. Hakuna mtu leo unamuuliza mtu semi inapakia parachichi inapeleka juu rumbesa inapeleka Njombe, ikifika Njombe inafumua kwenye madunia inaweka kwenye matrei wanauza huko Njombe, ila huku sisi tunauza elfu kumi na mbili. Hii si dharau? Unasema nakipigania chama cha system unapigania mimi unamsaidia mimi rais, watu hapa waseme ukweli hata kama mtuona na wachelewesha muda wenu, ni lazima tuambie kweli kuliko kuwaficha. Rungwe oyee! Ninachotaka kusikiliza nisikilize, ndio <laughs> maana makamu mwenyekiti ambaye anamwakilisha rais amesimama hapa kwa ajili yenu na amesema, au tubii mkutano anataka wasikilize wana Rungwe kwao, ongea, maliza lingine ambalo tuambizani bila kuwa mpaka sana macho. Rais ameleta miradi ya maendeleo ya Rungwe lakini miradi yake ya maendeleo ya Rungwe hali ikiwa mbaya kama hivi, haina maana kwetu, kwa sababu tunakufa wakati tunatembea chai. Watu wanalia miaka misi, miaka minne ijaungwa mbolea, watu miezi minne naenda walipi faida zao. Kiwanda kimekufa kule Msokelo, kiwanda hiki Rungwe nachotia maji, watu mnapiga bra bra, biashara gani mnatupeleka? ndio ukweli. Mtupe muda, watu tuna siri zetu. Watu mnaendesha siasa kwenye maisha ya watu, sio maisha. Tuzungumze fakti ambazo ziko wazi. ue la mwisho ambayo nataka nikwambie moja, tuna kitu ambacho kinaitwa kieruku. Leo nikikuuliza kieruku, babu zetu walijenga tukiwa chini, vitukuu tuje tulisi neema. Hakuna anayejua mwenendo wa kieruku ni nini, chama cha wakulima wa chai Mm -hmm. Wakahawa, kahawa majengo wameuziana, tuwambie ukweli. Labda mnataka tuwambie ukweli, kuna jengo la wananchi wa Katumba, liko pale kila siku ni mgogoro, hakuna hata mbunge akanyunyuka akasema ukweli. Sisi mnategemea wabunge tutawaelewa wakitwambia kitu, tuelewe nini? Wakati bradazinabi nani amesimamia hizi mali zinapotea? Tuna mgogoro wa sheria, sheria imechukua miaka bunge anazungumza hapa kutokuambia ukweli, nani atawaambia ukweli? Tuna siri nyingi na tuna muda, tuje tuseme ukweli, tuanikane hapa. Kama mtu anajiamini kidume chochote, hata kwa bunge asimame hapa hata moja aseme kama hakuna. Mimi kwa majina naitwa Paulo Angulisha Mpatsia, natoka kijiji cha Kiogo, kata Ikuti. Nimeongozana na wakulima wa kahawa, sisi ni ya ugozi ya Kiogo tumeuza kawa tumepeleka kawa yetu kwenye kampuni la GDM toka mwezi wa tisa ya swamba. Tulikubaliana mwezi wa tisa mwaka gani? mwaka mwaka jana. Tulikubaliana kutulipa tarehe mwezi wa 11 ela yetu ambayo tunamdai milioni 664 laki mbili sabini na mbili elfu pointi tano. Ngoja, mulipeka chai ya kiasi gani? kawa nini? kawa ya kiasi gani? kawa ya kiasi cha milioni mia sita Kani, tani tani sitini na sita kwa maanake hiyo mia sita hamsini. Hajawahi kuwalipa hata shilingi toka milipa kwa mnadai hiyo kampuni ya GDM. Tumejaribu kuomba msaada ngazi ya wilaya hatujasaidiwa, tumejaribu kuomba msaada kwenye bodi ya kahawa hatujasaidiwa. Hivyo tunaomba mheshimiwa makamu wa rais, tunaomba msaada wetu. Kuna watoto wako majumbani ambao wameshindwa kwenda shuleni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 Halo. Ah, Nanu unaitwa nani? Naitwa Richard Mwangoka ni kidereza wa GDM Company. GDM. GDM. Wewe unanunua kahawa, unanunua nini? Na chai ni wewe ndio unanunua? Chai. Kahawa. Ni kahawa wewe. Nanunua, nanunua, na, na, nanunua chai, nanunua futa soya. Okay. Na sasa kuna madai hapa unayajua?